Tifa, wamejiunga na sisi asubuhi ya leo. Amen. Malaika wa Bwana mbingu yote. Yes. Baba yuko katika kiti chake cha enzi. Amekusanya machozi yetu, amekusanya vigelegele vyetu, amekusanya majasho yetu a amekusanya pia, tunapomwinulia nguvu tunazozitoa kwa kumwinulia mikono yetu zote ambazo tumeazia asubuhi ya leo, amekuzikusanya zimekuwa kama sadaka takatifu ya kupendeza nina. Ni imani kabisa asubuhi ya leo, mabudu yetu maombi yetu sifa zetu, neno lake ambao anataka ninua asubuhi ya leo, kipindi cha watoto, vipindi vyote ambavyo tutakavyosimamisha asubuhi ya leo, kwa ibada ya leo, nina imani kabisa Bwana amevipokea Bwana Yesu asifiwe. Na imani kabisa vimeteketezwa kama sadaka takatifu. Bwana Yesu asifiwe. Sadaka yetu imekuwa kama sadaka ya Abeli. Bwana Yesu asifiwe. Imekubalika mbele ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Imani kabisa wasubuhi ya leo, ibada ya leo si ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Ina imani kabisa, ibada ya leo si ibada ya kawaida. Wangapi tunaamini ibada ya leo si ibada ya kawaida kawaida. Jumapili ya leo si kawaida, Mei 2025. Bwana asifiwe. Tarehe ya leo wiki ya kwanza ya Mei 2025. Bwana asifiwe. Kazi ya kwanza lazima ibaki kumbukumbu mbele za Bwana na mbele zetu, Bwana asifiwe. nimechore kwenye viwanja vya vya nguvu za Mungu Bwana Yesu asifiwe. Kama ni ibada leo ikubali ibada iliyoshuka nasi mtabaki na kumbukumbu ya yeah, yeah, kusema kwamba ni Mungu aliyetenda kwa so, Yesu yeah asifiwe. Mimi na imani na naomba tutungane katika imani moja kwa kuamini hilo kwamba